Ili ufanikiwe kwenye malengo aliyonayo, kitu kimojawapo ambacho lazima ukitengeneze ni kuwa na ushawishi lazima uwe na ushawishi popote pale ulipo. Kama upo kazini kwako, unatakiwa uwe na ushawishi. Kama kwenye biashara, lazima uwe mwenye ushawishi. Kama ni kwenye nafasi ya uongozi, lazima uwe mwenye ushawishi. Popote pale ulipo na chochote unachokifanya, ushawishi ni kitu cha msingi sana. John Maxwell katika kitabu chake cha 21 Irrefutable Laws of Leadership anasema leadership is nothing more or less rather than influence. Kuongoza katika eneo lako bila kujali nafasi yako, unachohitaji kuwa nacho cha kwanza ni ushawishi. Ushawishi ndio unafanya watu wakupe fursa. Ushawishi ndio unafanya fanya thamani yako iongezeke zaidi. Ushawishi ndio kitu ambacho kinafanya watu wakukubali zaidi katika unachokifanya. Sasa kuna njia rahisi nne unaweza kuzitumia kuongeza ushawishi wako katika kile ambacho unakifanya, na ukiweza kuzitumia njia hizi leo, hakika ushawishi wako utakuwa kwa kasi sana na utakuharakishia kutimiza malengo ulionayo. Ushawishi ni uwezo wako wa kuwafanya wengine waamini katika maneno yako, waamini katika vitendo vyako, na wafanye vitu ambavyo wasingeweza kuvifanya bila wewe kutumia ushawishi kwao. Kwa hiyo aidha unafanya biashara, umeajiriwa, umejiajiri, unatumia kipaji, utahitaji kujenga ushawishi. Sasa watu wengi sana wana vitu vizuri, lakini hawana ushawishi kwa wengine kufanya vile vitu vizuri viwasaidie watu wengine, lakini pia viwapatie wao wenyewe faida. Ukiwa ofisini wewe ni bosi utahitaji ushawishi kwa wafanyakazi wako. Ukiwa wewe ni mwajiriwa tu kwa maana uh, usio au uh, una nafasi yote ya ucheo unahitaji ushawishi kwa wafanyakazi wenzako kwa ajili ya kufanya kazi zingine. Unauza bidhaa, utahitaji ushawishi kwa wateja wako. Unatumia kipaji, utahitaji ushawishi kwa mashabiki wako. Chochote unachokifanya, ushawishi ni msingi. Ndio maana mwalimu wa uongozi John Maxwell alisema leadership is all about influence. Kama unataka kuongoza kwenye eneo lako, unahitaji kujenga ushawishi wa kiwango cha juu. Swali la msingi. Kitu gani unaweza ukakitumia kujenga ushawishi? Jambo la kwanza ambalo unaweza ukalifanya na ni muhimu sana kwenye kujenga ushawishi wako, tunasema define your specific area. Jaribu kujua na kufahamu na kuamua ni eneo gani la maisha unataka kujenga ushawishi. Uwezi ukajenga ushawishi katika maeneo mbalimbali kwa wakati mmoja, au kwa muda mfupi. Inawezekana ukafanikiwa baadaye kuwa na ushawishi kwenye maeneo mbalimbali, lakini ukweli ni kwamba kujenga ushawishi kunachukua muda mrefu. Sasa ili uweze kuwa mwenye ushawishi, lazima uamue ni eneo gani unataka kuwa mwenye ushawishi. Kuna vitu vinne vikubwa unaweza ukavitumia. Cha kwanza, unaweza ukatumia expertise yako competence yako ujuzi ulio nao, uwezo wa kitaaluma au kitaalamu ulionao juu ya jambo fulani. Wewe sijajua, unajua, watu wawezi kukufuata kama ulichonacho kila mtu anacho. Watu wanaweza kukufuata kama kile ulicho nacho hakuna mwingine anacho. Ndio maana kwenye soko, uniqueness upekee ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo expertise yako, ule ujuzi ulionao wewe leo, hata kama unasoma umesoma, unasema mimi nina shahada ya mambo ya uongozi au nina shahada ya, ya, ya ualimu na shahada ya chemistry. Kwa mfano, ukiwa na gari, ukilimiliki gari likiharibika, utamtafuta fundi. Fundi ule ambaye anapatikana huko pembeni kabisa, inawezekana yeye hajawahi kufika hata choku, kama wewe ana vyeti kama wewe, lakini ana expertise. Na ukienda kwa fundi atakwambia hivi, hii gari yako itembee, kanunue moja, mbili, tatu. Utaoji tu kidogo lakini utamsikiliza. Kinachofanya awe na ushawishi ni expertise. Ana utaalamu. Leo ukienda kwa daktari, anawezekana kaka fupi ka daktari, wewe mrefu kweli, kanaonekana kana afya nzuri. Lakini ukienda pale chochote, ana anachokwambia vua nguo tu kukague, utavua, utalala kwenye kitanda. Kwa nini? Expertise. Ushawishi unakufanya wengini, unaweza kusababisha wengine wafanye unachotaka wewe. Sasa swali la kujiuliza la msingi, wewe una expertise gani? Wewe ni expert kwenye eneo gani itakalofanya watu ukizungumza ukisema, ukifanya, watu waseme kabisa, hiki ndicho haswa tunatakiwa ukifanya. Usipokuwa nalo hilo eneo, maanake huwezi kuwa ni mtu mwenye ushawishi, kwa unaweza ukaanza kidogo, lakini ukapandisha ngazi yako ya ushawishi lazima ujue kusudi lako la maisha yako. Wewe unataka kuwa ushawishi kwenye eneo gani? Unataka kuwa ushawishi kwenye, usha kwenye biashara. Kama ni biashara, biashara gani? Biashara ziko nyingi sana. Unataka kuwa mwenye ushawishi kwenye eneo la kilimo? Unataka kuwa mwenye ushawishi kwenye eneo la uandishi wa vitabu? Unataka kuwa mwenye ushawishi pengine kupitia taaluma yako, professional yako lionayo. Je, unataka kuwa na ushawishi katika eneo gani? Watu wengi sana wanataka kuwa na ushawishi lakini hawajui ni katika eneo gani. Kwao cha kwanza kabisa, lazima u-define specific area that you want to be a man of influence, chagua eneo maalum. Na napoongea namna hii, jaribu kutafakari, kwa sababu usipojua eneo maalum la kuwa na ushawishi nalo, hakika hautakuwa mtu mwenye ushawishi hata kidogo. Sasa kuna mambo ambayo unaweza ukazingatia kwenye kuchagua eneo. Unaweza ukachagua eneo kwa sababu ya passion ulionayo kuna watu wana ushawishi kwa sababu wameamua kufanya vitu ambavyo they're passionate about. Ni vitu ambavyo wana, wana shauku navyo wana hamu navyo, waweze kutulia bila kuweza kuvifanya. Unaweza ukaangalia eneo ambalo umechagua e, ukacha, ukaangalia passion yako na ukaigeuza sasa kwa neno lako la ushawishi. Lakini kikubwa ni kwamba unaweza kujenga ushawishi wako kutegemea kute, passion ulionayo. Kuna watu wengi sana wanaoshawishi huku duniani kwa sababu ya passion walionayo. Na passion mara nyingi inaendana na kitu kinaitwa gift au, au kipawa au kipaji. Kwa hiyo kile kipaji chako kinaweza kikakutangaza kikakufanya kuwa mwenye ushawishi. Kuna watu ambao tujawapigia kura huku duniani lakini kwa sababu ya uwezo wao wa uimbaji, uwezo wao wa kucheza mchezo wa mpira pengine wa miguu au basketball, au uwezo wao wa uchoraji wamekuwa wenye ushawishi sana. Kuna wengine wanachora tu vikatuni lakini wanaoshawishi dunia nzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameamua kutumia passion yao, kutumia kipaji chako kutumia gift yao kujenga ushawishi kwao. Na wewe unaweza kuamua kuanza katika kipaji chako, lakini kingine unachoweza kutumia ni profession yako. Kama ambavyo nilisema, taaluma yako. Unaweza kuamua kuwa mtu mwenye ushawishi kupitia taaluma yako. Kuna watu wengi sana ambao usha wana ushawishi sana kwa sababu wako vizuri mno kwenye taaluma zao. Unakuta mtu ni mtaalamu sana kwa, kama ni mwandishi, unasema mimi nataka kuwa mwandishi bora, mimi nataka kuwa mwandishi ambaye nina ushawishi kwenye eneo langu. kujua vitu, kwa kufahamu vitu kabla wakati, kwa kujifunza, kwa kujenga uwezo kutumia taaluma yako. Kwa nzo ukachagua taaluma yako ukajenga ushawishi wako kulingana na taaluma ambayo unayo. Lakini pia unaweza ukajenga ushawishi wako kulingana na experience, kulingana na uzoefu wao. Kuna watu ambao wana ushawishi kwa sababu ya uzoefu, wanatumia uzoefu wao pengine kushauri watu, wanatumia uzoefu wao kufanya vitu fulani fulani. Uzoefu wao umewafanya wawe na ushawishi katika eneo lao. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu wamevijua kulingana na kuvifanya kwa muda mrefu. Kwa mfano una experience fulani. Kuna watu ambao watu wametumia experience zao ambazo wakati mwingine zinaonekana ni mbaya kwenye maisha. Kuna watu ambao unawafahamu. Kwa mfano, kuna wakina mama, wakina dada ambao walipitia eh, manyanyaso fulani ya kijinsia wakiwa wadogo, lakini leo wamejenga ushawishi katika eneo hilo kwa kusimamia haki za wasichana, kwa kusimamia haki za wanawake. Na wewe pia unaweza ukatumia uangalia uwezo wa kipekee ambao unao. Unaweza ukajikagua ukaangalia hivi, mimi nina uwezo gani wa kipekee? Kila mtu ana ambayo ipo. Mwingine ni uwezo wa kuzungumza stori, kupiga stori, anaweza kuandika stori vizuri. Jiangalie una uwezo gani wa kipekee, mjikague sasa hivi. Ukiweza kujitafakari, unaweza ukajitafakari sasa hivi ukaangalia hivi, una uwezo gani wa kipekee ule. Ukishaujua unaweza ukaamua kujenga ushawishi wako, lakini cha muhimu, chagua eneo katika maisha yako unalotaka kujenga ushawishi Jua nitakwambia hatua zingine ambazo zinafuata, lakini mpaka sasa hivi jaribu kufikiria, unataka kujenga ushawishi wako ni katika maeneo gani? Katika maeneo manne: kwa kutumia passion yako au gift yako kipawa chako, kitu unachokipenda; kwa kutumia profession yako taaluma yako yako, kwa kutumia uzoefu wako, au kwa kutumia uwezo wako wa kipekee. Chagua eneo unaotaka kujenga ushawishi. Eneo la pili ni mahusiano, relationship. Ushawishi unajengwa na, na mahusiano sana maanake ni kwamba kadiri unavyokuwa na watu wengi wanaokusema vizuri, kadiri unavyokuwa na watu wengi wanaobenefit, wanaofaidika na uwezo ulio nao na nguvu ulio nayo, ndivyo kadiri ushawishi wako unavyozidi kuongezeka. Ndio maana ni muhimu sana, kwa chochote ulicho nacho, jiulize ninawezaje kuwafanya watu wengi wakijue, lakini pia wafaidike nacho. Ninawezaje kuwafikia watu wengi zaidi kuliko navyowafikia sasa hivi? Kadiri unavyojenga mahusiano mazuri na watu, ndivyo inavyokuwa ni rahisi kwa wewe kuwashawisha watu. Na mahusiano hajengwi tu kwa sababu unataka kuwa na mahusiano. Mahusiano yanajengwa kwa sababu unaweka value katika maisha ya watu. Unaweka thamani katika maisha ya watu. Kwa maana mwingine ninachojaribu kusema hapa ni kwamba kama unataka kujenga mahusiano na watu wengi zaidi, produce value kwa watu wengi zaidi. Toa thamani kwa watu wengi zaidi. Kadri unavyotoa thamani yako kwa watu wengi zaidi, wanafaidika na ulicho nacho watu wengi zaidi, ndivyo ambavyo wanakuwa na mahusiano na wewe zaidi. Ndio maana hata wewe kuna watu ambao unawapenda hujawai kuwaona, hamjawai kuongea kwenye simu, lakini wanasema am am his fan, mimi ni fani wake. Na unapambana una hata kwenye mitandao wakati mwingine unaandika, au yuko juu, yuko juu. Kwa nini? Kwa sababu una mahusiano ambao sio moja kwa moja, lakini ametokana na thamani ambayo mtu anaiproduce, produce, ambayo imekufanya wewe ujihisi kama vile una mahusiano naye, mpaka inafika sehemu unaj identify kwa jina lake. Ndio maana unasikia watu wanasema kwenye mziki, kwenye nasema mimi ni kambi ya fulani. Mimi ni fulani fulani, ile manake ni mahusiano ambayo yule mtu unakuta hata hakujui kabisa, lakini wewe unajivunia kwa sababu ya kile anachokifanya kimetengeneza thamani fulani ambayo wewe unajiidentify nayo. Jambo la tatu ni consistency, kufanya mambo kwa mwendelezo. Njia nzuri kabisa ya kujenga ushawishi ni kufanya mambo kwa mwendelezo, kwa maneno mengine ni kufanya watu wa kupredict kwamba wewe ni mtu wa aina fulani. Ukiwa mtu ambaye leo unafanya kesho unaacha, leo unafanya, unaanzisha kitu kipya, kesho umeanzisha hiki, kesho yaani hatukuelewe wewe ni mtu wa namna gani. Ukiwa mtu wa namna hiyo, huwezi kuwa na ushawishi. Watu wote wenye ushawishi watafute, utagundua kwamba ni watu ambao wanapoanza kufanya jambo huwa wanalifanya muda mrefu sana. Sasa je yeah, hakuna vitu vinawakalisha tamaa? Vipo hakuna vitu ambavyo vinawafanya waishie njiani, vipo, lakini wanajua, na kwa sababu wanajua, nguvu ya ushawishi inatokana na nguvu ya mwendelezo ya kile ambacho napaswa ukifanya kwao. Na wewe pia, kama unataka kujenga ushawishi eneo lote lile, kuwa na mwendelezo, mpaka ifike watu wakitaka hicho kitu, wao wanakumbuka jina lako. Hapo ndo unakuwa umeanza kujenga ushawishi. Tunasema ni lazima uwe na uwezo wa kujenga brand, building your brand, kujenga jina lako Eh, na mpenda sana uh, mwanzilishi wa Amazon Jeff Bezos alisema eh, your brand is what people speak about you when you are not in the room. Brand yako ni kile kitu watu wanazungumza wakati wewe hauko ndani ya chumba au wakati haupo. Kwa hiyo ni muhimu sana unapokuchagua eneo sasa anza kujenga brand. Sasa mara nyingi watu wakitaka kujenga brand wanaangalia tu image, wanaangalia tu muonekano. Muonekano ni sehemu mojawapo ya brand. Lakini kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kujenga vya kudumu katika brand, katika kujenga jina, eh? Na kuna cha kwanza ni trust. Lazima uwe ni mtu ambaye unaaminika. Tunaita the love solid ground. Lazima uwe ni mtu ambaye watu naweza kukuamini. Unachosema ndicho anachokifanya, unachoahidi ndicho anachotekeleza. Kulazima ujenge trust, watu waweze kukuamini. Watu wako tayari kuamini, watu ambao wanaaminika zaidi, wapo tayari kuwapa fursa watu ambao wanaaminika zaidi kuliko watu wenye vipaji zaidi. Ukiwa na kipaji kikubwa, lakini uwezi kuaminika, manake ni mtu ambaye uwezi kuwa mtu ambaye unapewa fursa. Lakini kingine tunaita reliability. Reliability manake naweza kukutegemea wewe kwamba, naweza kuweka tumaini langu kwako na usiniangushe. Ukishindwa kuweza kuweka tumaini angu kwako e, nikishindwa kuweza kuweka tumaini langu kwako e, kwa sababu ni mtu ambaye pengine kila wakati unaniangusha, maana yake hautafika mbali. Lakini eneo lingine ni predictability, brand yako, maana yake ni kutarajiwa. Naweza nikatarajia kwamba nikimuona mtu fulani kitu fulani kitatokea, nikimwambia mtu fulani kitu fulani kitafanyika, nikifanya kitu fulani mtu fulani yaani, lazima tuwe tuna uwezo wa kujua kwamba hiki kitu kitatokea. Tukishindwa kuwa na predictability, eh, predictability katika kile unachofanya, maana yake umepoteza nguvu katika na njia nne ni trust watu kukuamini. Watu wakikuamini utajenga ushawishi. Watu wakikuamini manake ni kusema kwamba tunajikabidhi kwako kwa sababu tunakuamini. Na ndio maana hata ukiwa unaendesha gari, eh, au au amini ukiwa umepanda gari kwa mfano basi, wewe unamwamini dereva kwa ndio maana e, sio kila wakati uko siti ya nyuma utakuwa unachungulia dereva kuepa shimo hapo, angalia hapana, unamwamini unaweza hata ukalala. Unaamini tu kwamba dereva atakufikisha salama. Ile ndio tunaita trust. Sasa na wewe watu wanakuamini kwa namna gani? Ni kweli unafanya biashara, unaaminika? Ni kweli una kipaji, unaaminika? Ni kweli una taaluma, unaaminika? Na trust ni tofauti na love. Watu wanaweza wakakupenda lakini wasikuamini. Unajua kutofautisha vitu viwili, kwa sababu love ni feeling, mtu ana hisia tu na wewe, anakupenda lakini trust you earn it, unaipata kwa kuprove jambo fulani. Kwa hiyo love, unaweza ukapenda mtu au mtu akakupenda, lakini trust, kuna vitu lazima uvifanye ili mtu akupatie kule kukuamini kwake person lakini ukiwa ni mtu ambaye hauaminiki au manake, huwezi kuwa na ushawishi n afiki mbali. Kama unataka kuwa na ushawishi, lazima uhakikisha kwamba unaaminika kuimprove your listening ability kuweza kuongeza uwezo wako wa kusikia hasa mara nyingi sana. Uh, watu wengi wanaamini watu wanaoongea sana ndio ambao wenye ushawishi zaidi, lakini chuo kikuu cha Columbia College nchini Marekani waliwahi kufanya utafiti wakagundua kwamba watu ambao wana uwezo mkubwa kusikiliza huwa pia wanakuwa na ushawishi mkubwa. Watu wanataka uwasikilize, watu wanataka uone unawajali. Ndio maana uh, chuo cha Dal Carnegie walifanya utafiti wakagundua uh, kitu gani ambacho, emotion need, uhitaji wa kihisia mkubwa zaidi wa mwanadamu ni nini walipofanya utafiti wakagundua kwamba uhitaji mkubwa wa kihisia wa mwanadamu is to feel appreciated, is to feel significant, is to feel important. Kila mtu anataka aonekane ni wa maana, kila mtu anataka aonekane ni wa muhimu. Kwa hiyo, unachotakiwa kujua ni kwamba kadiri unavyowapa watu nafasi ya kuwasikiliza kwa makini, ndivyo ambavyo wewe pia unaongeza ushawishi wako katika maisha yao, kwa sababu kila mtu huwa anapenda kushawishiwa na mtu ambaye anaonekana anamsikiliza. Sasa katika kusikiliza, kuna viwango tofauti tofauti vya kusikiliza. Kiwango cha kwanza cha ja kusikiliza tunaita ignoring. Ignore, maanake ni kupuuzia, kusikiliza kwa kupuuzia. Umeshawahi kuongea na mtu kwenye simu, afu ukajua kabisa huyo mtu anakuignore, hataki kusikiliza. Kwa hiyo unaweza ukasikiliza mtu, lakini ukweli ni kwamba hujamsikiliza, unamuignore. Ya sasa hiyo sio kiwango ambacho kinaleta ushawishi. Kiwango hicho kitakufanya upoteze ushawishi wako. Unapotakiwa kumsikiliza mtu, msikilize, usimuignore. Lakini cha pili, aina ya pili, kiwango cha pili cha kusikiliza, tunaita selective listening. Selective listening kwamba unaamua kuchagua kusikia unachokipenda. Kama unapenda mpira wa miguu, nikiongea mambo mengine unanipuuzia. Lakini nikiongea mambo ya mpira wa miguu unakuwa makini na unachangia. Ushakuwa na watu kwenye kikao ongei kabisa. Lakini unapoanza kuongea habari zao, basi wanafurahia, wanaanza kuchangia nao. Hii ni aina ya pili hapo sasa. Lakini aina ya tatu au kiungo cha tatu cha kusikiliza tunaita active listening. Active listening, maana yake unaamua sasa kuwa makini na kumsikiliza huyu mtu bila kumpuuzia kwa namna yoyote ile. Kwa tunasema unaweka nguvu zako pana. Hii ni muhimu sana sasa katika enzi hizi ambazo simu, mitandao ya kijamii imekuwa ni common sana, imekuwa ni kitu cha kawaida sana, unakuta mtu anaongea na mtu akiongea na mtu baada ya kumsikiliza, anakuta ameweka anaangalia simu yake, anaangalia social media. Tunasema unapokuwa na mtu alafu ukafanya kitu kingine bila kumsikiliza kwa makini, maana yake unamwambia wewe una thamani au unachokisema akina thamani. Unamfanya mtu aone kwamba ana unamthamini. Na ukifanya hivyo, unaongeza ushawishi wako kwake. Kwa hiyo sio lazima, watu wengi sana wana preoccupied listening, wanasikiliza wakati kuna vitu vinaendelea. Watu wengi sana wanasikiliza ili wajibu na wasikilize ili waelewe. Ukiwa mtu unamnae utakosa ushawishi. Na kiwango cha juu kabisa cha kusikiliza tunaita empathetic listening. Empathetic listening kwamba wewe unajiweka katika nafasi ya yule mtu mwingine, katika matatizo yake, katika shida zake, katika changamoto zake. Watu wengi sana wakijua unawasikiliza kwa sababu unaheshimu maumivu walio waliopitia unaheshimu changamoto wanazozipitia, unasikia kile kile ambacho wao wanakisikia, utajenga ushawishi mkubwa sana katika maisha yao. Watu wanapenda kushawishiwa na mtu ambaye anawasikiliza. Usisahau hiyo, na sauti. Ndio maana tumepewa mdomo mmoja, masikio mawili. Maanake ni kwamba tunatakiwa tusikilize mara mbili zaidi ya kuliko tunavyosema. Double the rate of your hearing and not the rate of your speaking, ongeza kiwango cha kusikiliza kuliko kiwango cha kuzungumza. Kitu cha mwisho ambacho unaweza ukakitumia katika kujenga ushawishi wako, tunasema genuine care about others, ni kuonyesha au kujali watu wengine. Na naposema hapa, simaanishi kupretend, simaanishi kuigiza, hapana hapana. Nachomaanisha ni kwamba lazima uwe ni mtu ambaye unajali watu wengine kwa dhamira ya dhati. Unajua, mioyo inawasiliana eh, moyo wako, hata kama wewe hujaniambia ni kama unanipenda kwa dhati moyo wangu utawasiliana nao kwako, lakini ukianza kunichukia, moyo wangu pia utawasiliana. Ndio maana ukimsifia mtu kwa uongo au kwa, ku, kwa kudanganya hatajua tu kwamba huyu anisifia, ananikejeli. Kwa nini? Kwa sababu mioyo inawasiliana. Kwa hiyo unapofanya chochote, eneo lolote unalotaka kujenga ushawishi, lazima ndio eneo ambalo wewe unalijali kweli. Kama unazungumza kuhusiana na kuwasaidia watu, kama unazungumza kuhusiana na kufanya kazi, hiyo ni kitu ambacho you really care about it, yani kitu ambacho unatamani, kitu ambacho kimeshika moyo wako, maisha yako, unaamini kabisa dunia haiwezi kuwa bora bila kuwa na wahandisi bora. Dunia haiwezi kuwa bora bila kuwa na wanasheria bora. Dunia haiwezi kuwa bora chochote unachokifanya, amini kwamba bila hicho kitu watu wawezi kufanikiwa, watu wawezi kuishi vizuri. Usipofika katika kiwango hicho, manayake hautakuwa mwenye ushawishi. Watu wenye ushawishi ni wale ambao wanaamini kile wanachokifanya, kwa sababu wanataka kuona maisha ya watu yanabadilika, wanataka kuona maisha ya watu yanaongezeka, wanataka kuona maisha ya watu yanakuwa bora zaidi. Ndio maana uh, John Maxwell nafikiri pia na Maya Angelou aliyokusema hii sentensi, aliyo kusema kwamba people will not care what you know until they know how much you care. Watu hawatajali unajua vitu vingi kiasi gani mpaka pale watakapojua unawajali kiasi gani. Ndio maana mbaye Angel pia aliweza kusema, anasema kwamba people will forget what you spoke to them but they'll never forget how you made them feel. Watu watasahau jinsi ambavyo uliongea nao, watasahau jinsi ambavyo wewe ni mtaalamu, watu watasahau jinsi ambavyo unajua mambo mengi, watasahau jinsi ambavyo una degree nyingi, lakini hawatasahau namna gani uliwafanya wajisikie walipokuwa na wewe. Kwa hiyo unachotakiwa kujua ili kujenga ushawishi lazima uwe ni mtu ambaye unajali watu kwa dhati, usimanyue watu usitumie watu vibaya, usitumie fursa yako vibaya, hapana unaonyesha kutoka moyoni mwako, unajali afya za watu, unatamani hao watu waendelee. Kama wewe ni kiongozi, unatamani kuona maisha yao yanabadilika, unatamani kuona wana improve katika kile wanachokifanya. Ukiwa mtu wa namna hii, ushawishi itakuwa ni sehemu yako. Nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, tukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya